Mshukrani sana mtazamaji, kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1 na hivi sasa tukupeleke katika kaunti 001. Na mtazamaji, na iwapo anajiuliza kama maandamano yalikuwa katika kaunti ya Nairobi, maandamano yalikuwa katika kaunti kadhaa, na kama Naam, vile mwenzangu Balo amesema, tunakupeleka katika kaunti ya Mombasa ambapo biashara zilisalia kufungwa mchana kutwa katika jiji la Mombasa. Hii ni baada ya wakazi kuungana na Wakenya wengine kukumbuka vijana waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024, wito na kwa serikali kuufidia familia za waathiriwa wa maandamano hayo huku mradhi ndio ilikuwa usemi wa wakazi. Mtazamaji, maandamano hayo ya amani ya asubuhi, hata hivyo, yaligeuka kuwa mchezo wa paka na paka, paka na panya pindi tu baada ya muda ulivyozidi kusonga na kunoga. Mwanahabari wetu Ann Mburu anatujuza mengi kuhusiana na taswira ilivyokuwa katika kaunti ya Mombasa. Saa kumi na mbili alfajiri waandamanaji walikusanyika kwa ibada katika kanisa la ACK mjini Mombasa na mwendo wa saa mbili asubuhi wakaanza mwendo kutoka bustani ya Uhuru ambapo walikuwa wamekusanyika wakiwasha mishumaa kama ishara ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao wa mwaka jana, na kisha wakaanza maandamano ya amani. Waandamanaji hao walipenyeza katika mitaa ya Mwembe Tayari, Sabasaba, Baxton, Bondeni hadi katikati ya jiji la Mombasa ni katika mzunguko wa Fontanela ambapo waandamanaji wakiongozwa na wanaharakati walisisitiza nia ya kuwasilisha malalamishi yao kwa kamishna wa kaunti. Huku ghasia zikizuka, kundi lingine la waporaji lilielekea upande wa barabara ya Moi Avenue, wanabiashara wakilazimika kufunga biashara zao. Waandamanaji hata hivyo walifanikiwa kupenya barabara ya Ikulu, huku maafisa wa polisi waliojihami wakisalia watulivu waandamanaji waliowasilisha malalamishi yao kwa kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur. Sasa leo tumekuja kuambia serikali tunataka haki kwa wale walikufa, wale waliumia na ile mali iliharibika. Kale maaskari ambao walifanya shughuli ile lazima wakamatwe na wapelekwe mahakamani, hatua ichukuliwe. Sisi ndio tumepigania haki za kila mtu. Kwa nini polisi waue watoto? Kwa nini polisi wapoteze watoto? so tunasema sheria ifatwe, iwapo watashikwa wapelekwe mahakamani, lakini sio kuuawa na kupotezwa. Ni haki yao kujieleza ni haki yao, kusema shida iko wapi. So tuheshimu sheria na tufate sheria. Tumekubali mfanye maandamano ya amani na tumefurahi vile mmefanya, lakini kwa wakati huu kuna grupu ambaye maguns wameanza kuingia katikati yenyu, na nafikiri tutaporokea hiyo hiyo barua yenyu alafu tuweze kumalizia hapa na ni hapa ambapo waandamanaji walijaribu kuelekea katika ikulu ya Mombasa, lakini polisi wakasimama kidete. Hali ikageuka kuwa ya mshike mshike, waandamanaji wakikabiliana na maafisa wa polisi, lakini mvua kubwa ya alasiri ilituliza hali hiyo. Nikiripotia darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Ann Mburu.